ime ukisikiliza kwa makini hiyo clip aliyoweza kuizungumza kui, eh, Mange Kimambi alivyokuwa anazungumza na mashabiki zake, anasema kwamba kutokana na vurugu zilizotokea Tanzania na yuko nchini Marekani, anasema kwamba yeye binafsi hawezi kuwaacha, eh, Watanzania ambao walikuwa na msapoto lakini pia, uh, ameweza kula kiapo kwamba hawezi kurudi kwenye udaku na ni bora tu waweze ku, e, kutopata pesa ama kufa maskini. Ameamua kuelekeza nguvu zake zaidi e, katika mambo ya siasa. Sasa habari hii imeweza kupokelewa kwa ukubwa sana, kwa sababu e, kumbuka huyu ni mtu ambaye ana influence kubwa sana katika mitandao ya kijamii, lakini kiashiria mbali na hivyo ni kwamba ana wafuasi wengi sana katika upande wa Instagram Mange Kimambi, kauli yake hii, watu wengi wameipokea ki tofauti. Kuna watu ambao wanatamani kuona Mange Kimambi akiwa anazungumzia sana habari za e, umbea e, zungumzia wasanii na kuna wakati mwingine alikuwa anafichua maovu ya wasanii ama kitu gani ambacho kimetokea ama hiki ama kile, lakini yeye anasema, uh, kwamba sasa hivi atafocus zaidi na siasa, uh, kuipambania nchi, lakini sio E, mambo ya umbea kwa sababu anaona hivi vitu kiukweli havina umuhimu kwa sasa hivi. Kwa upande wake yeye anaona bora afokus zaidi na siasa. Sasa, maoni yamekuwa ni tofauti kabisa kwa sababu wengi wamechukulia kama inakuwaje, tangu tunatamani kuona anaelezea e, mambo ya wasanii na kumbuka aliwaahidi mashabiki zake kwamba akiacha, e, uchaguzi ukishapita then atarudi kwenye umbea au sio, bwana? Kwa hiyo akaachana na umbea then akawa anazungumzia siasa, na tunaona tayari uchaguzi ushapita na maana amerudi tena na kuambia kwamba hawezi tena kurudi kwenye umbea kwa sababu tayari ameona kuna changamoto kwenye upande wa siasa, kwa inabidi afokus zaidi na siasa hasa. Haya ni maoni na kusomea, mmoja kaandika: watanzania kuja kushtuka kuwa huyu ndio tatizo lenyewe watakuwa washachelewa kwa sababu yeye alishaka is alisha Uh, shakatwaga ubunge viti maalum. Uh, mboga mboga mboga mzuri kabisa. Huyu alimtukana hayati Magufuli, mzalendo wa hili taifa, eh, kwenye kipindi cha miaka yake yote. Love you the only one. Uh, Watanzania mnajezwa tena upepo ili muandamane. Umekosa mbinu ya kuandamana. Haya, tuachane na hivyo. Mwakisema zaidi kubarikiwa udada media kubwa Tanzania. uh, Tanzania wote wakijiunga na kumpinga udada kisha shetani kubwa mtashinda tena atakimbia yeye peke yake ku online atakimbia kwa kule. Ona gisi anawasha. Eh, anyway, anamaanisha jinsi anavyoinfluence watu katika vitu ambavyo sio vizuri. Mwingine asema kwamba Uh, huyu ni jamaa kutokea Kenya, akasema jamani, majirani zetu msimsikilize huyu Mange anataka kuatia kwenye matatizo makubwa sana, eh, eh, tazamani uh, jinsi eh, mpata mata, matatizo yupo Marekani anakula bata na wanaye, anawadanganya. Huyu anapewa pesa nyingi kwa kupoteza amani Tanzania, wanataka na mwe, tanz, wa Tanzania mwe kama nchi nyingine za Afrika, tuulizeni sisi majirani yenu e, tunavyopata shida kwa sababu e, kwa sasa chane na huyo mjinga e, kwa kimaanisha kwamba e, kutokana na jinsi ambavyo wanazungumzia mambo ya huku na vitu kama vile, anapokea pesa nyingi sana. Kwa hiyo anataka tufanane na hao majirani. Sasa sijajua ni majirani gani e, pengine haja address e, ila naona ni kisoicho kama kitokea e, maeneo ya Kongo vile Kasema endelea kumpa sikio huyu, mmekaa ndani wiki tu zilikuwa haya. <laughs> Bwana mmoja akasema endelea kumsikiza huyu, kama amejifunza bado basi, amejifunza tena. Kwa wengi wanasema kwamba, uh, usipojifunza sasa hivi ndio kabisa mambo utajifunza baadaye, manake utakapokuja kuamka kufahamu kwamba anawaingiza watu wengi kwenye mkenge, basi watu wameshachelewa. Kwa hiyo ni mtu ambaye ni mjanja, anajua kucheza na fursa. Mmoja kaandika hakika kama hatujajifunza hapa basi tena, ila tumuombe Mungu atuongoze njia iliyonyoka. Huyu dada hana nia njema na Tanzania yetu kabisa na watu wetu, yani hata eh, hofu hana, bado anazidi kuchochea moto. Du, ila mtanzania mwenye akili kaona bado basi, Mungu amuongoze. Yes, hii ni maoni mazuri sana ya washabiki. Mwesema haya basi atangazi tena tarehe, ila mara hii haja ongoze kikosi Ehe, Mwigisa Maud, uje dada tu pamoja physically, sio kutudanganya wakati yupo zako Marekani huko. Hivi hapa Bongo una wadogo zako au kaka zako au binamu zako au jomba zako, je, kati yao, kuna alienda? Kwenye maandamano wa Tanzania wenzangu, tushtuke huyu dada eh. <laughs> Haya bwana, akisema kwamba kuna mmoja mmoja mwingine eh, ana ndugu zake wako huko hawajaenda kwenye maandamano. Kwa hiyo kuna watu ambao eh, wamepoteza maisha, kwa hiyo sio vizuri sana ku, ku concentrate naye mtu ambaye anapoteza watu wengi sana. Uh, mmoja kaandika, Mange, mwanasheria mkuu anakutafuta kwa udi na uvumba, lazima akupate. Mhm. Uh-huh. Mwanamke mbaya sana huyu, serikali isimcheke tena, afatwe hapo alipo. Eh, eh mmoja kaandika, ili apate pesa, wajinga hapo wengi eh, njoo andamani wewe eh. mmoja kaandika kwamba um, Tanzania ni eh haya Watanzania wakija kushtuka watakuwa wote washakufa. E, wenge, wenge na mwelewa dada. Kwa hiyo wengi wanaonekana kumkataa hii kauli yake ya kusema kwamba e, harudi kwenye umbea. Kipindi kile bado yuko kwenye umbea, anazungumzia habari za Diamond Platnumz, anazungumzia habari za wasani mbalimbali, kiwemo Harmonize, e, visa vya hapa na pale, lakini kwa sasa ameweza ku, ku, address kwamba wezi kabisa kurudi kugombea. Na kwa namna hiyo, basi inabidi watu e, waelewe hivyo kwamba yeye ameamua kusimama na wale ambao wanapambania nchi. Kwa hiyo kwenye peji yake Instagram yenye e, followers wa kutosha kabisa aliposti masaa kumi na tatu yaliyopita uh, ikiwa na jumla ya e, comment elfu tano zaidi ya elfu tano na kwa namna moja ama nyingine inaonekana mambo yamezidi kuwa moto kwa kuna wengine pia hawajapendezwa na kauli yake, pengine angetamani arudi kwenye umbea then aweze kuzungumzia mambo ya nchi na sio azungumzia eh, mambo, eh, na mambo ya umbea pasipo kuacha chochote, lakini aachane na mambo ya siasa. Je, wewe kama shabiki unahisi labda, uh, Mange ndio chanzo? Je, unatamani kumwona akirudi kwenye umbea achane uh, na siasa na je, unahisi kwamba akirudi uh, kwenye ombea je, uh, atafanya vizuri kama awali, kwa sababu tayari watu wameshagawanyika. Tunaona Lokole pia amefungua app, kwa hiyo mambo yanazidi kuwa mazuri. Kwa hiyo kwa upande wake ametangaza hivyo, mi sina mengi sana. Karibu sana katika eh, channel ya Mkubwa Media, hakikisha na bonyeza na manyekundu ili uende kwa subscribe, share, like na comment kwa kwanza kupata habari zetu ndani ya Mkubwa Media.